Bibi huyu ndo mtu aliyenitapeli na kuomba sana nisamehe. Mimi hili ni funzo kwa wezi na matapeli. Anajuta. Oh, kwa nini aliba na hatokaa arudie tena. Hapo zamani za kale, katika kijiji kimoja hivi kinachojulikana kama Songwe paliishi mwanaume mwenye nia njema aliyeitwa Majaliwa alikuwa na umri wa miaka 39 na alikuwa amemoa wa mke wake anaitwa Pendo. Pamoja na bidii yake, Majaliwa alikumbana na umaskini mkubwa sana. Alikuwa akilima shamba dogo na kufuga mbuzi wachache, lakini mapoto yake hayakutosheleza mahitaji ya familia yake kabisa. Kila siku Majaliwa aliwatazama watoto wake wakiwa na njaa na hali ya maisha yao duni, na moyo wake uliumia sana. Alijiona kama mnyonge kwa kushindwa kuwapatia familia yake mahitaji muhimu. Alikuwa na hamu kubwa sana ya kubadilisha hali hii, lakini njia na hali zilimfunga sana, na no kufanya zilikuwa ngumu katika utafutaji wake Neema mke wake alikuwa ni mwanamke mwenye imani. Alimwambia Majaliwa, mume wangu, Mungu atatupatia kwa wakati wake, tumefanya kazi kwa mikono yetu, tutapata tu. Lakini Majaliwa aliesipua, alihitaji kufanya haraka ili kuokoa familia yake. Siku moja, Majaliwa alisikia habari za duka kubwa la kijiji linalomilikiwa na bwana mmoja mfanyabiashara tajiri wa kijiji. Alisikika kuwa bwana Motoa alikuwa amepokea pesa nyingi sana kutoka kwa wakulima walioleta mazao yao. Jioni ile, majaliwa aliamua kufanya jambo ambalo hakuwa ameliwaza kabisa, yaani hakuwa amelifikiria katika asilimia zote. Alipanga kufanya wizi, yaani Alipanga kuiba pesa hizo kutoka kwa duka la bwana Motoa. Alijua kuwa ni hatari, lakini alizani kuwa hiyo ndio njia pekee ya kuokoa familia yake. Usiku ule, alijilinda kwa nguvu na kuingia kwenye duka la bwana Motoa kwa siri. Alipata pesa nyingi na kukimbia nazo hadi nyumbani kwake. Baada ya hapo alianza kuwapatia familia yake chakula kizuri, nguo mpya. Walifurahi sana lakini majaliwa alikuwa na wasiwasi mkubwa sana moyoni mwake. Mwanzoni majaliwa alihisi kuwa yamefanikiwa, alinunua vitu vingi kwa familia yake na kuwa na furaha ya muda mfupi, lakini baada ya siku chache tu alianza kuhisi hofu na wasiwasi kila sauti kidogo alizani ni askari wanakuja kumkamata. Hakuweza kulala vizuri usiku kucha, na akili yake ilikuwa na mashaka kila wakati. Alianza kujuta kitendo chake alichokifanya. Alitaka kurudisha pesa ambazo bado hajazitumia lakini alijua kuwa haiwezekani kwa sababu alikuwa ameshatumia nyingi sana. Alijiona kama mwizi na kuhisi aibu ya kubwa moyoni kabisa. Bwana Motoa aligundua wizi na kukasirika sana. Alianza kumtafuta mwizi na watu wengi walianza kulaumiwa. Majarua aliendelea kuwa na hofu na kuweza kumwambia mtu hata mmoja kuhusu kitendo chake. Mwanawe Juma alianza kuona tabia ya babake na kujiuliza kwa nini baba yake alikuwa na wasiwasi. Alianza kumfuatilia baba yake na kumuuliza maswali aliyomfanya majarua ajishindwe kujielezea kabisa. Siku moja Juma alimwambia baba yake, "Baba, niliona wewe uko na pesa nyingi sana siku ile ila sikuelewa, lakini sasa naona una wasiwasi. Je, pesa zile zilikuja vipi? Yani ulizipata wapi?" Majaliwa alishtushwa na swali la mwanawe. Aligundua kuwa kitendo chake kilikuwa na athari zaidi ya mwenyewe. Aliogopa kuwa mwanawe angeanza kujifunza kutoka kwake tabia mbaya, na kumwambia chochote. Aliamua kumwambia Juma ukweli, mwanawe alisema kwa huzuni, baba yako nimekosea. Aliamua tu kusema ukweli kutoka moyoni. pesa zile nilizipata kwa wizi azikuwa zangu. Juma alishtuka sana na alihuzunika. Alimwambia baba yake, baba, umeniumiza sana, nilikuwa nikikuheshimu lakini sasa naogopa. Majalio aliamua kutafuta njia ya kutengeneza makosa yake. Alimwendea Bwana Motoa na kumwambia ukweli wote. Alimwomba msamaha na kuahidi kurudisha pesa zote kufanya kazi kwa bidii. Bwana Moto alikuwa na hasira, lakini pia alionyoa toba ya Majaliwa. Alikubali kumpa nafasi ya kufanya kazi kwa kulipwa ili kurudisha ile pesa. Majaliwa alifanya kazi kwa bidii sasa kwa mwezi sita na mwishowe akawa amerudisha pesa yote aliyokuwa anadai. Bwana Motoo alijisikia huru na kupata amani ya moyo. Baada ya hapo Majaliwa alibadilika sana. Alianza kufanya kazi kwa uadilifu na kuwafundisha wengine juu ya athari ya wizi. Alikuwa mfano mzuri wa kuigwa kwa watoto wake na hata kwa wanakijiji wote. Hadithi yake ikawa somo kwa watu wote wasongwe. Walijifunza kuwa uwizi hauna faida na kuwa na amani ya moyo ni muhimu kuliko kitu chochote kabisa hapa duniani. na hapo ndo mwisho wa stori yetu. Na hii ni smax film inaitwa smax, sma king of arts. Usisahau kusubscribe, kulike na kucoment ili we updated na video mpya utakaofuatia. Namaste.